Takriban siku sita tu ndizo zimesalia kabla ya uchaguzi wa uongozi wa wanagenzi katika chuo cha Anwai cha Eldoret. Maandalizi kabambe kwa minajili ya shughuli za upigaji kura yamesheheni, huku oparesheni za kamati ya kusimamia uchaguzi huo zikiashiria utayari wao wa kuhakikisha uchaguzi wa tarehe ishirini na moja Jumatatu wiki ijayo unafikia uhuru na haki, kwa mujibu wa naibu wa mwenyekiti wa makamishna walioteuliwa Shabram Omar katika mahojiano na runinga ya State News hapo jana.

Na uchaguzi wa mwaka huu utafanywa kwa mfumo mpya. Hii ni baada ya kubadilishwa kwa vipengele kadhaa vya katiba ya zamani, kulingana na Ruben Chemitaya ambaye ndiye msimamizi wa wanafunzi katika chuo cha kiufundi cha Eldoret. Vipengele vilivyobadilishwa vilidhamiria kuifaa mifumo mpya ya utahini chuoni, kwani utahini wa mitihani ya kitaifa itakamilika Novemba mwaka huu.

Of, uh, of, of uchaguzi huo unatarajiwa kuwateua viongozi waliofuzu katika ujuzi wa usimamizi wa sekta mbalimbali mbali chuoni. Na kufuzu kwa nafasi hizo hakubainishi kupitia elimu tu, kwani kuelewa kwa vipengele vya katiba ya chuo hiki ni nyenzo imara. Kampeni za wawaniaji wa vyeo mbalimbali zitaanza rasmi Jumatatu wiki ijayo, amani ikiwa ndicho kibwagizo kinachopewa uzito na kipaumbele zaidi na makamishna wa uchaguzi. Sharif Ngala runinga State News.